Penda niseme hili na nitakuwa nikilirudia mara kwa mara, achaneni na mambo ya fuata ni kufuata F F. haina sababu ya wewe kumlazimisha mtu akufuate. Yaani, yani watu ambacho hawakijui ni kwamba Facebook sawa hawatokupa monetization wewe eti kwa sababu una followers wengi no. Facebook hawatokupa monetization wewe labda kwa sababu una, una kwenye page ya watu, kwenye group mengi. Hapana, Facebook wanataka wewe u create content. Tengeneza content zako mwenyewe, original. Mtu unakuta hana anachokitengeneza ni kwenye account yake, sawa, labda umepost post yako imefanikiwa labda imeenda viral. Sawa yani, mpaka labda baada ya masaa manne matano imeshafikia watu laki moja ambao sio followers wako. Unashangaa mtu ana comment pale FB. Why should I follow you? Kwamba kuna kipengele ambacho kinanilazimisha mimi niweze kukufollow wewe? Kuna kipengele ambacho kinanilazimisha mimi niweze kukufuata wewe. Mimi nitakufuata endapo nikiona una kile kitu ambacho kinanivutia. Nitakufuata endapo nikiona value kwenye akaunti yako. Sioni value kwenye akaunti yako. Why should I fuata you back. Mimi hapa napenda kuambia watu sawa, yani ni vizuri ukae chini, tengeneza content, followers watakuja wenyewe. Yani followers wa, watatoka out of nowhere, watakufuata bila kufanya hizo sijui za nipandishe nikupandishe. It doesn't make sense, umeelewa? Na once Facebook wakijua kwamba unafanya hiyo kitu watakuban maana ni, ni unakuwa umekiuka masharti na sheria zao. Sasa naona watanzania ni watu ambao hawaelewi yaani nimeshaongeaga mimi, mimi watu wengi sana wanatafutaga um, inbox messenger waniambia kwa nini, naambia nitengeneza content zako mwenyewe Facebook watakupeleka viral na kuna tricks yaani kuna mbinu mbalimbali mbali ambazo ukizitumia una uhakika wa posti yako kufikia watu zaidi ya elfu hamsini. Lakini kwa kuwa sisi watanzania tunataka hiyo kwamba, yani, mtu akufolo hata kama hauna kitu kwenye akaunti yako. Mtu mwingine ukienda kwenye akaunti yake ukiangalia, mara ya mwisho ameposti mwezi wa tano. Mtu mwingine ukienda kwenye akaunti yake ukiangalia, mara ya mwisho ameposti labda mwezi wa pili au kila siku ni anashare post za watu wengine kwenye uoli yake. Nipe sababu ya kwa nini mimi nikufuate, hmm? Acha uvivo, tengeneza content yako. Yaani, tengeneza content yako mwenyewe, iwe ni video, unakaa kama hivi najirekod, uwe unafanya shughuli zako za kila siku, uwe unachukua watu video, uwe unapiga picha kitu chochote kile ambacho umekitengeneza wewe mwenyewe post. Ipe um, akaunti yako sawa, ipe ukurasa wako thamani. Kwamba mtu unapomfosi mtu akufuate, je kwenye akaunti yako anakutana na nini ambacho kitamfanya yeye aendelee kubaki? Sasa mi nawashigega mtu njoo ni, nikupandishe. Mtu akupandisha mtu anakupandisha no mimi nilikuwa monetized nilikuwa na followers 2200 wale miezi mitatu iliyopita kwa hii account yangu hapa. So from there on nimekuwa very active, nitengeneza content mimi. Post yangu moja kufikia watu 20,000, 30,000 sio kitu yani, sio jambo geni. Post moja inaweza kuniletea mimi mpaka followers 300, 400, 500 mpaka followers 200 kitu cha kawaida sana, ni kitu cha kawaida sana. Mimi sasa hivi kwa hivi nilivyofikia, nina followers elfu nne mia moja na itafuta elfu nne mia mbili lakini post yangu moja ina uwezo wa kufikia watu laki saba ndani ya wiki moja. Kwa hiyo ni kuna haja gani ya, ya, ya mimi kwenda kwenye magrupu hayo yafuata ni kufuata? Achana na post za AI Achana na post za kudownload, tengeneza content yako mwenyewe. Followers tupo, tutakuja bila wewe kutumia nguvu nyingi, it's not necessary kwa <laughs> hiyo. Kwa leo ni kwa leo ni hayo tu, so let's meet tomorrow.